Mekuja kukabidhi mabomba mia tatu ishirini kutoka Dar es Salaam, na nakabidhi na wakabidhi watu wa RUWASA. Mabomba haya yametoka kwa mbunge wa jimbo hili la Namtumbo, Daktari Juma Zuberi Homera, kwa ahadi ambayo aliahidi wakati wa kampeni kwamba atafanya juhudi ya kutatua matatizo ya maji ambayo yanaikabili wilaya hii ya Namtumbo. Mabomba haya ni juhudi za kwake mbunge binafsi yenye thamani ya shilingi milioni thelathini. Kwa hiyo, ndugu zetu wa RUWASA wao wameshafanya upembuzi yakinifu wa kuchimba visima kumi virefu kwa kutumia mabomba haya. Kwa hiyo, mheshimiwa mbunge yuko bega kwa bega na wananchi wana wa Namtumbo ili waweze kuondoa kero hii inayowakabili kwa muda mrefu. Lakini pia mheshimiwa mbunge anafanya juhudi kwa kushirikiana na Wizara ya Maji ili wamalize miradi mikubwa iliyopo hapa Namtumbo. Kwa kipekee, tumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuleta pesa za kukamilisha miradi hii mikubwa ya maji, mradi ule wa Mchomoro ambao ni endelevu. Mainjinia wako kazini au wakandarasi wanaendeleza hizi juhudi za kukamilisha hii miradi. Jina anaitwa David Mkondia, ni meneja ya RUWASA wilaya Namtumbo. E, leo tarehe 25 mwezi wa kumi na E, tumeweza kupokea bomba PC 320 na bomba hizi ni kwa ajili ya uchimbaji wa visima kumi katika maeneo mbalimbali ambayo yana changamoto ya maji maeneo ya Namtumbo. Kipekee kabisa ni mshukuru e, Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Namtumbo Dr. Juma Zuberi Homera kwa juhudi zake ambazo amezianzisha E, ndani ya siku mia za uongozi wake ambapo leo tumeweza kupokea bomba hizi ambazo zitaenda kunufaisha maeneo mbalimbali ya wilaya ya Namtumbo. Kimsingi ndani ya mkoa wetu tuna mtambo wa kuchimba visima virefu mtambo ambao ulinunuliwa katika mikoa yote 25 na mikoa yote ya Tanzania bara na mkoa wetu ulinufaika pia kupata mtambo huo ambao ndio utatumika katika shughuli ya kuchimba visima hivyo. Tunashukuru kabisa kipekee Mheshimiwa Rais eh kwa mkoa wetu kuweza kupata mtambo huo ambao utatumia pia bomba hizi katika kuchimba visima katika maeneo mbalimbali. Mimi ni Rajabu Honde ni diwani wa kata ya Namtumbo, nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Mbunge kwa jitihada zake za kuboresha huduma za maji kwa wananchi wa wilaya hii ya Namtumbo. Ni kweli kuna maeneo mbalimbali mbali, ambayo yana changamoto ya maji. Pamoja na jitihada za serikali kuhakikisha wanaboresha miradi yetu mikubwa, lakini bado kuna vijiji ambavyo vina shida ya maji sana. Sasa kwa kitendo hichi anachokifanya Mheshimiwa mbunge ni kuiongezea nguvu serikali na kuwakwamua wananchi katika adha hii kubwa ya maji. Kwa kweli tunampongeza sana, kwa sababu hii ni yeye mwenyewe kwa pesa zake anaiunga, anaamua kuwakwamua wananchi katika tatizo kubwa hili la maji. Pia tunampongeza Rais wetu kwa mipango yake mikubwa ya kuboresha eh, huduma za maji na kupanua mradi wetu wa maji katika mji wa Namtumbo na, na maeneo mengine. Hii kwa kweli namshukuru sana lakini pia tunamshukuru pia huyu e, mbunge wetu wa Jimbo la Namtumbo Dr. Juma Zuberi Homera ameamua ame kujibana yeye binafsi kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji kwa wingi zaidi kwenye vijiji. Na hii ni katika utekelezaji wake wa ilani, wakati wa kampeni aliahidi maeneo yale yote ambayo yana ya changamoto ya maji kwenye vile vijiji atachimba visima, atashirikiana na serikali kuhakikisha visima vinachimbwa. Majina anaitwa Halid Zuberi Makunguru, mimi ni mwananchi wa Ruinga. Leo nimekuja kushuhudia upokeaji wa mabomba yanayotokana na ahadi ya Mheshimiwa mbunge wakati wa kampeni aliyeahidi utekelezaji wa ilani kwa, ma, kwa mambo mbalimbali ya ambayo yaliyopo kwenye jimbo letu, upungufu wa maji. Leo maji yamepata mabomba kwa alizozitoa kwenye vijiji mbalimbali wakati wa kampeni. Kazi yake inaizungumzia kwa mafanikio makubwa, kwa sababu ndani ya siku chache ametekeleza mambo mengi ambayo tumeyaona kwa vitendo. Leo tunapokea haya mabomba ikiwa ni mwendelezo utekelezaji wa mambo mengi ambayo ameyafanya kwa siku chache hizi. Kwa mfano, kuna utekelezaji wa ofisi za serikali, bati zimepelekwa kwenye ofisi za serikali kwenye maeneo, kwenye vijiji mbalimbali na leo tunapokea e mabomba.